Nam vijana tisa wa genge la Panga Boys wamekamatwa katika eneo la Diani kaunti ya Kwale. Idadi hiyo imefikishia jumla ya vijana 145 waliotiwa mbaroni kufikia sasa kwenye msako unaoendelea. Polisi pia wamenasa mapanga 16, visu vinne, bunduki bandia, simu kadhaa na bangi kwenye msako huo. Kamanda wa polisi wa Msambweni Robinson Langata amesema wazazi wa vijana walio na uchini ya umri wa miaka 18 wanaojihusisha na magenge hayo pia watakamatwa kwa kutelekeza

Auto hiyo tumeshika 145, tamani na tano wameweza kushtakiwa na makosa mbalimbali, robbery with violence na being a, a member of an organized uh, criminal uh, group, na wengine tisa waliweza kushtakiwa na unlawful assembly and riot. Okay, hii uh, msako tunaendelea. Kwanza tumeongeza uh, uchuzi vile uh, tunavyoendelea ku, ku, ku, ku, tuna kuwasaka, tunaendelea kuongeza uchusi ya kuwasaka. Napenda na kuhimiza wazazi wachunge watoto wao, wachunge watoto wao maosho. Saa hii shule imefungwa hii vijana wa shule wadogo uh,